Najaribu kuwaeleza haya. Wanaoguswa na haya hawawezi wakafurahi, kwa sababu ninawaaibisha, na mimi nataka niwaaibishe kwa sababu nilichaguliwa kuwaaibisha wale ambao walikuwa wamezoea kuiba hela. <coughs> Hii ni fact, na ndiyo maana tumesema no way. Najaribu kuwaeleza hii, ndugu zangu, ili mjue pikcha ya serikali yetu na madudu yaliyokuwa yakifanywa ndani ya, ya, ya serikali. Palikuwa na benki moja hapa ya serikali ilipata hasara kwa negative 6 ikaongezewa hela ikapata negative kumi na moja ikaongezewa hela, sasa hivi na negative 22. Meneja yupo, wafanyakazi wapo, Gavana wa benki yupo, waziri wa fedha yupo, katibu wa fedha